Alianza kwa maneno ya dharau kwa mumewe, yaani, wewe sio masikini wa pesa tu, hata kitandani ujiwezi kibamia wewe. Akamkana mumewe na kumwacha hadharani. Asha, tafadhali usiniache kisa pesa na kupenda sana wewe. Una hadhi ya kuwa na mwanamke kama mimi? masikini wewe. Lakini maisha yakamfunza na kutaka kurudi kwa mumewe. Naomba nisamehe, mume wangu, turudiane, nimejifunza. Umechelewa, kila kitu kimeshaharibika. Hii ni hadithi ya Asha, Mwanamke aliyemdharau mumewe na kuolewa na tapeli. Hadithi itakayokufunza kuwa wanawake wengi huwa hawawapendi wanaume, hupenda vitu alivyo navyo. Ndio maana mwanamke akizaliwa maskini nyumbani kwao huwa anaweza kuhimili maisha yashida, ya shida, lakini akiolewa na mwanaume maskini hukataa maisha hayo na kukimbilia kubadilisha mwanaume, akifikiri tatizo ni wanaume, kumbe tatizo ni umaskini alionao. Niandikie kwenye komenti, unatizama hadithi hii ukiwa wapi? Usisahau kulike na kuandika maoni yako kuhusu hadithi hii. Kabla kupoteza muda, tuanze. Asha alimpenda Musa kwa moyo wa dhati, ndivyo Musa alivyodhani. Kijana huyo wa miaka ishirini na tisa alikuwa hana pesa, hana ajira ya uhakika, lakini alikuwa amejawa na upendo wa dhati kwa Asha. Alikuwa ni mwenye heshima na hofu ya Mungu. Aliamini upendo unaweza kulipa kila kitu ambacho mfuko wake haukuweza Walikutana kwenye kijiwe cha intaneti caf, Musa akimsaidia Asha kuchapisha kazi ya shule. Hakujua kuwa msaada ule mdogo ungefungua mlango wa miaka miwili ya mapenzi yaliyokuwa kama ndoto tamu. Asha alikuwa mrembo kupindukia, ngozi ya kahawia laini, macho ya mviringo yenye mvuto na tabasamu lililoweza kutuliza moyo wenye majeraha. Lakini mawingu ya tamaa ya yalikuwa yameanza kujikusanya polepole, Asha akiwa hajui mwenyewe anachokitaka. Musa alijitahidi alifanya vibarua, aliuza vocha, alidandia dei waka ya kupiga boda, lakini bado pesa hazikupita elfu kumi na tano kwa siku. Asha alianza kubadilika, mara simu haipokelewi, mara anaongea kwa hasira, mara anakataa kukutana akisema hana muda. Musa hakujua kuwa mtu mpya amemwingia Asha, mwanaume aliyejiita Mzee Rogers, mwenye magari mawili, pesa za kutosha na dharau ya kiwango cha juu. Marafiki wa Asha walimwambia, Tuliza moyo, huyo Rogers ni tapeli wa mjini. Hana lolote kati ya hayo anayokuahidi atakalotimiza. Lakini pesa zilimkoleza Asha akawa kama kipofu na kiziwi juu ya ushauri huo. Aliona Rogers kama njia ya kuhama maisha ya bodaboda hadi maisha ya viatu vya dhahabu na usafiri wa gari. Musa alijaribu kumrudisha. Alimwandikia ujumbe mrefu wa mapenzi. Alipiga simu mara kadhaa. Lakini Asha akajibu, Nimechoka kuwa na mwanaume yule yule masikini bila mabadiliko. Wewe si levo yangu tena. Maneno yale yalimchoma Musa kama msumari mkali moyoni. Siku moja kwenye soko walikutana, Musa akiwa amerudi nyumbani na mfuko wa mahitaji, Asha akiwa na Rogers wakiwa wanaongozana upepo wa majivuno. Bila hata haya, Asha alimkemea Musa mbele ya watu, wewe ni masikini tu, acha kunifuatilia, huwezi kunifikisha popote. Angalia mwanaume mwenye sura yenye haiba ya mwanaume, sio wewe, kinyamkrela shenzi. Watu walishangaa. Rogers alicheka, wakapita, huku Asha akijishika kiuno kwa kiburi. Musa alisimama kimya, macho yake yakijaa ya machozi, hakujibu. Siku hizo Musa alianza kupoteza usingizi, alipunguza kula alikuwa kama mtu aliyepigwa na radi ya kimya. Kila alipopita watu walimcheka wakizungumza nyuma yake, yule ndiye aliyetoswa kwa sababu ya umasikini. Lakini siku moja, usiku wa manane, Musa alipokea ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa namba asiyotarajia, kutoka kwa wakili mmoja wa mirathi. Wakili alimwambia umekuwapo kwenye orodha ya warithi, baba yako mzazi aliyekufa miaka kumi na tano iliyopita ameacha nyumba na ardhi yenye thamani ya mamilioni, tunahitaji kukutana. Musa alikuwa ameduaa, alidhani ni utani, lakini alipoenda ofisini kesho yake akapewa hati, majina, picha, kila kitu. Baba yake aliyemtelekeza alipokuwa mdogo alikuwa amekufa akiacha baadhi ya mali kwake. Musa alilia kama mtoto mdogo. Wingu la huzuni lilianza kupungua wiki mbili baadaye musa alipata mteja na kuuza kiwanja kimoja ndani ya siku saba akaweka kwenye akaunti milioni 280 ndipo maisha yakageuka kama saa inayozunguka kwa nguvu mithili ya kupoteza majira alinunua gari dogo akafungua duka la vifaa vya ujenzi akaajiri vijana tano heshima ikarudi marafiki wakarudi watu waliomcheka wakaanza kumwita bosi musa lakini hakumwambia asha chochote Aliamua kimya kimya kujenga maisha mapya bila yeye. Wakati Musa akipanda, Asha alianza kushuka. Rogers alimdanganya, alimpa mimba kisha akamwambia hana mpango wa kuoa. Alimzimia simu, akabadilisha nyumba na kutoweka kama upepo wa jangwani. Asha akabaki akiwa mjamzito, bila pesa, bila mume, bila marafiki wala msaada wowote. Asha alijaribu kumtafuta Rogers, akipiga simu, akituma meseji, lakini kimya kilizidi kuwa kimya tu. Alikumbuka sauti ya Musa, nitakupenda hata kama dunia imenitupa, lakini kiburi kilimzuia kumtafuta Musa. Alijikuta akilala njaa siku mbili mfululizo. Asha alishaacha kazi kabisa, hamu ya kula ikatoweka. Watu walimwona akitembea barabarani akiwa mlegevu, macho yakiwa yamezama ndani kama ameteswa na miaka ya maumivu. Majirani wakasema, huyu mtoto aliipa thamani pesa kuliko utu wake, akabadilisha mapenzi na pesa, nipe nikupe. Sasa wanaume wamemchezea kama mpira na kumwacha hoi. Wiki ya thelathini na mbili ya ujauzito, Asha alianza kuumwa tumbo sana. Hakukuwa na mtu wa kumpeleka hospitali, alijikokota kwa miguu. Alianguka mara mbili njiani. Watu walimsaidia lakini kila mmoja aliondoka kimya kimya. Kwa mara ya kwanza, alitamani Musa abaki kuwa masikini tu, angalau angekuwa naye, sema hakujua alipo, na moyo wake wa kiburi ndio ulizidi kumpoteza. Musa alizindua kampuni mpya ya ujenzi, alivuta mikopo mikubwa, akashinda tenda ya kujengia serikali shule mbili. Jina lake likawa kwenye magazeti alianza kuvaa suti kali gari lake likabadilika watu wakamsalimu kwa heshima lakini moyo wake ulijawa na utulivu si kiburi asha sasa alikuwa mama wa mtoto mmoja mzuri lakini maisha ni magumu kuliko wakati mwingine wote alipanga chumba kimoja cha elfu ishirini na tano chakula ni cha kuomba kwa jirani rogers hakurudi kamwe mamake asha alikufa na asha hakuwa na ndugu wa kumtegemea kila usiku alilia kimya kimya, akimwambia Mungu amsamehe. Habari zilifika kuwa Rojes amekamatwa Kenya akiiba fedha kwa kutumia majina ya kampuni hewa. Alikuwa ni tapeli wa matapeli. Asha alipoyasikia hayo, alianguka na kulia kama mtoto mdogo. Dunia ilimfunika sababu ya tamaa zake. Siku moja, Asha aliliona jina la Musa kwenye bango kubwa mjini, Musa Group of Companies, ujenzi vifaa na usafirishaji. Alishindwa kusimama, moyo ukatetemeka, akamkumbuka yule kijana aliyewahi kushinda juani ili tu kumletea zawadi ndogo. Akamkumbuka alivyomdharau hadharani, akakumbuka maneno aliyowahi mwambia Musa, maneno ya dharau na kejeli. Alilia sana, na pale alipoona picha yake kwenye gazeti amesimama na mabosi wakubwa, Asha akazimia. Asha aliomba namba ya Musa kwa marafiki. Watu walimcheka wewe, baada ya kumdharau hivyo unataka nini tena? Lakini alijua hana mwingine wa kumgeukia. Alimtumia ujumbe, Musa, naomba nionane na wewe, ni muhimu. Lakini Musa hakuona ujumbe huo, simu aliyoitumia ilikuwa laini ya zamani ambayo aliiacha. Asha akaanza kuugua, alipata presha ya uzazi, kizunguzungu na matatizo ya figo kutokana na msongo wa mawazo. Hakukuwa na mtu wa kumlipia matibabu. Alienda hospitali ya serikali, akapewa dawa za maumivu, akatakiwa kurudi nyumbani. Akaanza kuwa dhaifu siku hadi siku. Siku moja Musa alikuwa anakagua nyumba zinazopangishwa kwenye mtaa wa zamani, akikutana na jirani wa zamani, wakaongea. Jirani akamwambia, yule Asha maisha yamemgeuka, mwanawe ana njaa, amekuwa mnyonge sana. Musa hakusema kitu. Alihisi kitu kikimkata moyo, lakini hakujua kama amesahau ama bado anampenda. Siku moja mvua kali ilinyesha. Asha alikuwa anarudi na mtoto kutoka kliniki, waliteleza kwenye matope, mtoto akadondoka akapata jeraha. Kwa mara ya kwanza, Asha alilia kwa sauti barabarani, akisema Mungu, kwa nini umeniacha? Kwani nini nilichokosea zaidi? Lakini hakuna aliyemsikiliza. Alikuwa kama mtu mwenye nuksi. Usiku huo Asha akiwa amelala na homa kali, mtoto akilia kwa njaa, alisikia mlio wa gari nje. Taa kali ilimulika dirishani, aliogopa. Kisha akasikia mtu akigonga mlango. Aliposimama na kufungua mlango taratibu, macho yake yakaonana na sura asiyoitarajia kwa muda mrefu. Musa amesimama mbele yake akiwa na koti la thamani, sura ya upole, macho yenye maumivu ya kuona hali yake. Asha akatetemeka, machozi yakaanza kumtoka. Kabla hata hajazungumza, Musa alisimama kimya akimtazama Asha kwa sekunde kadhaa ambazo zilikuwa kama miaka. Mvua ilikuwa bado inanyesha nje ikigonga bati la nyumba ya Asha kama midundo ya huzuni. Asha hakujua aseme nini, koo lilimkauka, mwili ukalegea. Mo, Musa aliita kwa sauti isiyosikika vizuri. Musa aliona macho ya mtoto mdogo pembeni, yakiwa mekundu kwa njaa na baridi. Ndipo moyo wake ulijikaza wazi wazi. Alijua si muda wa maswali. Rudi ndani, mnaingiwa na baridi, alisema kwa sauti ya upole ambayo Asha hakuwa amesikia kwa muda mrefu. Asha alijikokota, akamkaribisha ndani. Kiti kilikuwa kimepasuka, sakafu imechakaa, chumba kinanuka uvundo, hakuna chakula, hakuna chochote chakula. Musa alihema kwa nguvu, si kwa hasira, kwa uchungu. Asha hakutaka kutazama macho yake. Alijifunika uso kwa mikono, akajuta, akalia kimya kimya bila sauti kusikika kwa nguvu. Musa hakuuliza maswali. Hakumtukana. Hakumkumbusha makosa yake. Alitoa bahasha kwenye koti lake, akamwekea mezani. Ilikuwa na fedha kiasi cha kulisha miezi kadhaa. Asha alishtuka. Musa, Mbona unafanya hivi? Mimi nilikukosea mno, nilikudharau, nilikutoa machozi, nimekuletea aibu. Musa alimkatiza taratibu, Asha, mtoto hana kosa. Wewe ni binadamu, maisha yanabadilika, leo upo juu, kesho chini. Mimi sijaja hapa kukuhukumu. Asha alishindwa kuzuia machozi. Musa, mimi sijastahili hata kusimama mbele yako Musa alinyanyua mkono kwa upole, acha hayo kwanza, unachohitaji ni msaada. Aliwasha moto akapika uji wa mtoto kwa unga alokuja nao kwenye gari. Asha alimtazama Musa akifanya mambo yale kwa ustadi kama zamani alipokuwa akimpikia chai asubuhi. Kila tendo lilimkumbusha thamani ya upendo aliyopoteza mwenyewe. Baada ya Musa kuondoka saa tano usiku, Asha alikaa kitandani akishikilia bahasha ile. Hakupata usingizi. Alijiuliza mara mia, kwa nini nilimwacha? Kwa nini nilichagua pesa za tapeli kuliko moyo wa dhati? Kwa nini kiburi kiliniendesha kiasi cha kuniharibia maisha? Akamwangalia mtoto wake akilala, akaahidi moyoni, nitabadilika, nitakuwa mama bora, nitapambana hata kama najitesa, sitarudia makosa. Lakini alijua bado kuna mlima mkubwa wa kupanda maisha yake yalikuwa yamepotoka sana kuliko alivyowahi kufikiria. Kesho yake asubuhi ya Musa alirudi tena, mara hii akiwa na mfuko wa mahitaji zaidi: unga, mchele, sukari, sabuni, hata nguo chache za mtoto. Asha alishindwa kuzuia machozi. Musa, siwezi kukurudishia haya yote. Musa alitabasamu kwa upole. hakuna cha kunirudishia mimi, nina Mungu wangu anatosha, wa najua kufanya mazuri ndiyo njia ya kumpendeza yeye. Asha aliinama chini, kila neno lake lilimchoma kama moto. walianza kuzungumza polepole pole, si kuhusu mapenzi bali kuhusu maisha. Musa akamwambia, kila mtu hupitia majaribu, usijilaumu sana, kikubwa ni kubadilika. Asha akasema kwa sauti dhaifu, nilikuumiza sana Musa, nilijua utanichukia Musa akatulia. Kusema kweli, nilichukia sana, lakini nilijifunza kitu, watu hawabadiliki kwa nguvu, wanabadilika kwa maumivu. Asha alinyamaza, akabaki akilia taratibu. Majirani walimuona Musa akija kila siku, walianza kuzungumza kwa enen, bosi Musa anakuja kwa mwanamke aliyemdhihaki, anataka kurudiana naye, huyo mwanamke atamharibia jina lakini Musa hakujali, alijua walichosema, alijua kila jicho lililotazama, lakini moyo wake ulikuwa na amani ya ajabu. Asha alitoa shukurani kila siku, lakini ndani yake kulikuwa na woga. Alihofia watu kuanza kumchafua Musa. Alijua yeye sasa ni mtu aliyeanguka, aliyepoteza heshima. Aliamua atafanya kila awezalo kutomrudisha Musa kwenye aibu yoyote. Siku moja Musa alimuita Asha nje kidogo, wakaenda kukaa kwenye benchi la mti mrefu uliokuwa karibu. Musa alisema, Asha, kuna kitu nataka kukwambia. Asha moyo ulirukaruka. Musa, ama ni kuhusu mimi? Ama ni kuhusu makosa yangu? Hapana, Musa alisema, nitakupa kazi. Asha alishtuka. Kazi mimi? Ndiyo, kwenye kampuni yangu ya vifaa vya ujenzi nafasi ya kushughulikia risiti na malipo. si kazi ngumu. Asha alishindwa kusema. Musa, unanipa kazi mimi, ambaye nilikudhihaki, mimi ambaye nilikuletea maumivu? kwa Nini? Musa alitulia sekunde chache. Kwa sababu kila mtu anastahili nafasi ya pili, na pia na kujua ulipotea, lakini haujazaliwa kuwa mtu mbaya. Asha alijifunika uso akazidi kulia. Hayo yalikuwa maneno mazito kuliko jabali kuwa lililowekwa kifuani mwa mtu. Asha alianza kazi, alivaa nguo zake za zamani, lakini alifanya kazi kwa bidii kupita maelezo. Kila faili alilopanga, kila risiti aliyoipitia, alikumbuka alivyomuumiza Musa, na kila siku Musa aliona mabadiliko yake. Baadhi ya wafanyakazi walinong'ona, huyo si yule aliyemkataa bosi? Kwa nini bosi kafanya huruma hivyo? Musa ni mtu wa ajabu sana. Asha aliamua kutokujibu chochote. Alimheshimu kila mtu, alifanya kazi kimya kimya, lakini maisha hayakuwa mepesi. Magonjwa ya Asha hayakuisha, mara kichwa, mara miguu, mara presha, na kila alipougua Musa ndiye aliyempeleka hospitali. Asha aliumia moyoni, kwa nini nastahili msaada wako, Musa? mimi ni nani hadi unitesekee hivi? Lakini Musa hakusema kitu. Upole wake ulikuwa jibu tosha. Usiku mmoja, baada ya kumrudisha nyumbani, Asha alimwambia Musa kwa sauti ya kutetemeka, Musa, anataka kukuambia kitu ambacho nimekificha kwa muda mrefu. Musa akasimama kimya, Asha akasema huku machozi yakimtiririka, mimi bado bado nakupenda, nakupenda kuliko nilivyowahi kukupenda zamani, lakini najua sitastahili kurudi kwako najua ulipatwa na maumivu makali sababu yangu. Najua nimepoteza kila kitu, hata heshima yangu, lakini moyo wangu haujakusahau hata siku moja. Musa alishtuka kidogo, alitazama chini, moyo wake ulitetemeka. Alihisi mchanganyiko wa hisia, maumivu ya zamani, huruma na ukimya mzito. Baada ya sekunde nyingi, akasema, Asha, moyo wa mtu ni mgumu kueleweka nitahitaji muda kufikiria. Asha akatetemeka, lakini alijua hilo ni jibu bora kuliko chuki. Siku mbili baadaye, Asha alipigika ghafla kazini, alishindwa kusimama, miguu ikalegea, akawa na hali kama mtu anayezimia. Musa akapokezwa taarifa, akakimbia kwake hadi hospitali. Daktari akamwambia, tunadhani figo zake zimeanza kuathirika kwa sababu ya msongo wa mawazo na lishe duni Tunahitaji vipimo zaidi. Musa alimwonea uchungu, hakujua kama Mungu anamwonesha ishara gani au kama ni jaribu la moyo wake. Asha alilala kitandani akiwa dhaifu, macho yake yakimtazama Musa. Musa akasema kwa sauti dhaifu, usijilaumu, hii yote ni matokeo ya makosa yangu mwenyewe. Musa alishika mkono wake kwa upole. Asha, wewe si peke yako tena. Machoni mwa Asha kumemetuka machozi ya shukurani, maumivu na upendo uliokuwa umejificha kwa muda mrefu. Asha alilala kitandani wiki nzima. Kila siku hali yake ilibadilika. Siku moja afueni kidogo, siku nyingine maumivu makali. Musa alikuwepo muda wote. Alimnawisha uso, alimletea chakula, alimpangusa machozi pale aliposhindwa kuvumilia maumivu. Asha alimwangalia mara zote akisema, Musa, wewe ni zaidi ya malaika. Kama ningejua thamani yako zamani nisingelifanya niliyoyafanya. Musa alikataa kumruhusu ajilaumu. Ulichosema leo si muhimu, kilichopo mbele ndicho tunachopambana nacho kwa sasa. Lakini moyoni uchungu uliendelea kumtafuna Asha, uchungu wa kukosa mtu alipokuwa na nafasi. Vipimo vilirudi, daktari aliwaita ofisini. Musa Asha, tunahitaji kuwa wa kweli daktari alisema kwa sauti nzito. Figo za Asha zimeharibika kwa kiwango kikubwa. Tungali mapema kidogo, lakini anaweza kuhitaji dialysis mara kwa mara. Asha alifunga macho akatoa machozi kimya kimya. Musa alinyamaza, lakini uso wake ulijikunja kwa maumivu. Asha atapona? Musa aliuliza. Tunaweza kujaribu, daktari alisema lakini tunahitaji utunzaji makini, lishe nzuri na utulivu wa moyo. Asha alijua hicho ndicho kitu ambacho amekosa kwa miaka mingi: utulivu. Baada ya kurudi chumbani, Asha alimwita Musa polepole. Pole Musa, kama nitapona au sitapona, nataka ujue kitu. Musa alikaa karibu, akishika mkono wake. niliishi miaka yote nikijifanya niko sawa, lakini moyoni nilikufa siku ile niliyokuacha Nilichagua tamaa, nikachagua kiburi. Tapeli yule aliniharibu, lakini kweli aliyeniharibu zaidi ni mimi mwenyewe. Machozi yakamtoka, lakini bado, bado nilikupenda kimya kimya, kila siku Musa. Hakuweza kujizuia, kilio chake kilikuwa cha kimya, lakini machozi yake yalidondoka kwenye mkono wa Asha. Asha, nilikupenda sana, niliumia sana ila Mungu kanipa moyo wa kukusamehe . Sikuja hapa kukulipizia kisasi, sikuja kukufanya uteseke, niko hapa sababu bado na kujali. Asha alishika mkono wake kwa nguvu dhaifu, kama mtu anayejishikiza kwenye uhai. Siku iliyofuata, Asha alianza kupumua kwa shida, uso wake ulianza kupauka, mikono yake ikawa baridi. Daktari aliitwa alipokuja akamkagua, na kusema kwa sauti ya majonzi, Musa, figo zake zimelegea sana, mwili umeanza kushindwa. Asha akavuta pumzi ndefu. Musa akasema kwa sauti dhaifu, nisamehe kwa kila nilichokutendea, usiniweke moyoni kama kumbukumbu chafu, kumbuka, nilikupenda hata kama nilichelewa kuelewa. Musa alianza kutetemeka. Hapana Asha, shika mkono wangu, upo nami Asha aliutazama uso wake kwa mara ya mwisho, uso wa mwanaume aliyempenda tangu mwanzo, lakini akamtelekeza kwa tamaa ya dunia, uso wa mwanamume aliyemsamehe bila masharti, uso wa upendo uliovumilia majeraha yote. Musa akasema tena, sauti ikikatika, asante kwa kuwa taa yangu hata giza liliponimeza. Musa akalia, akabana mkono wake zaidi. Asha, usiniache tafadhali lakini Asha alikuwa tayari kwenye njia ya mwisho. Alipumua kwa shida, macho yakianza kufifia. Neno lake mwisho likawa nisamehe, ninaenda mahali penye amani. Mwili wake ukatulia, pumzi ikakatika polepole. Musa alikumbatia mwili wake, akalia kama mtoto mdogo aliyepoteza kila kitu. Mazishi ya Asha yalikuwa ya huzuni, lakini si ya aibu. Musa alisimamia kila kitu, jeneza mahali pa kuhifadhi, hata msaada kwa watoto. Hakuwa mtu wa chuki wala hakusema mabaya yake. Watu walistaajabu, kwa nini bosi Musa amemfanyia hivi mwanamke aliyemdhihaki na kumwacha? Lakini Musa alijua jibu ndani ya moyo wake, upendo wa kweli haubadiliki kwa sababu ya majeraha, hujifunza kusamehe, si kusahau, na huendelea mbele kwa amani. Baada ya mazishi Musa alisimama peke yake mbele ya kaburi lake. Akapumua kwa kina. Akasema, "Ulipotea, lakini ulinisaidia kuwa mwanadamu bora. Upumzike salama Asha. Sasa safari yangu inaanza upya." Akatembea polepole akimwacha Asha akilala kwa amani. Maisha yake yakiwa somo kubwa duniani, na dunia ikajifunza kwamba mwanaume akizaliwa maskini ni hukubali umaskini na kupambana nao, lakini mwanamke akizaliwa maskini hufikiri amechagua mwanaume ambaye siyo sahihi. Na hadithi hii imetufunza kuwa wanawake wengi huzaliwa na kukulia kwenye umaskini bila shida, kwa uvumilivu mwingi, lakini umaskini huo ukiwa kwa mumewe huwa hawawezi kuuishi. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.